Nataka niwe waziri boya wa kukaa hapa kusubiri ili I will never allow this. Waziri, hata hawa waliosema kwamba aliwapa kibali, hakutangaza tenda yoyote na haijulikani aliwapataje. Bunge la Tanzania linavunjwa rasmi hii leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ndiye atakayelivunja, ambapo vilevile anatarajiwa kutoa hotuba ya mwisho. Bunge hili la kumi na mbili linalovunjwa hii leo lilifunguliwa na aliyekuwa rais wa awamu ya tano, hayati dr John Pombe Joseph Magufuli. Kwa unyenyekevu mkubwa, baada ya kusema hayo, sasa natamka kwamba nimelifungua rasmi bunge la kumi na mbili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu libariki bunge letu, Mungu wabariki wabunge wote, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kuvunjwa kwake kunafungua rasmi njia ya kuanza kwa mchakato wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Matukio machache kati ya mengi ya kukumbukwa ni pamoja na kuwa bunge hili la kumi na mbili limehudumiwa na maspika wawili tofauti. Mwanzo alikuwa ni Spika Jobo Yustino Ndugai. Ndugai aling'atuka kwenye kiti hicho baada ya kukumbwa na ukosoaji kutoka ndani ya chama chake cha Mapinduzi CCM mwaka 2022 baada ya kukosoa hadharani hatua ya ya Samia Suluhu Hassan ya kukopa fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Basi, mwisho sina cha kusema zaidi ya kusema wawenja sana. <laughs> nafasi yake ikachukuliwa na Dkt. Tulia Axon Mwasasu, ambaye leo ndiye mwenyeji wa Rais Samia bungeni. Jambo jingine la kukumbukwa ni kwamba bunge hili la 12 pia liligubikwa na mvutano wa muda mrefu kuhusu uhalali wa wabunge 19 wa viti maalum wakiongozwa na Halima Mde, kwani wabunge hao kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA walifukuzwa wanachama na kamati kuu ya chama hicho. Bila shaka mjadala wa utekaji ni miongoni mwa vitu ambavyo havitasahaulika kirahisi katika bunge la kumi na mbili licha ya kwamba mjadala huu ulikosa nafasi rasmi bungeni, kwani watu ambao walitakiwa kuunga mkono ni kama hawakuwepo. Wapo wataalamu wa masuala ya siasa, utawala na sheria wanaosema kuwa bunge hili la kumi na mbili lilikuwa na upinzani mdogo zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka elfu moja kenda mia tisini na mbili bunge wa chama kimoja chama tawala, hivyo wengi wanaona kama halikuwa na hoja nzito za kuhoji serikali ama kuiwajibisha. Lakini licha ya changamoto ya kukosa upinzani, bunge hili la kumi na mbili halikukosa mijadala ya michango ya kuvutia, kwamba namna tunavyokwenda, hakuna usawa katika kuzinge, kuzingatia makundi yaliyopo kwenye nchi yetu. Wanaume wanaachwa, watoto wa kiume wanaachwa na hawa ndio wako kwenye sehemu ya, ya riski. Pamoja na mambo yote waliyotekeleza, anasema ni kuratibu utekelezaji wenye ufanisi wa mashirika yasiyo ya kiserikali na kuratibu utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Wanaume hawamo, vijana wetu hawamo, ndio maana ninaomba leo hapa tupewe wizara ya wanaume. Hatuwezi kupambana na hivi vitendo kwa kuwashirikisha baba zao au bila kuwashirikisha, ambao pia wao wanahusika katika matendo haya kwa namna moja au nyingine, na wao ni wahanga kwa namna moja au nyingine. Kubwa kuliko ambalo bila shaka halitasahaulika ni kwamba bunge hili la kumi na mbili chini ya waziri wa fedha Dr Mwigulu Lamek Nchemba lilipitisha tozo za miamala ya simu, jambo ambalo lilileta malalamiko sana kwa wananchi. Mjadala wa tozo uliwaweka wabunge kwenye presha kubwa kutoka kwa wananchi na serikali ikalazimika kufanya marekebisho ili kupunguza kiwango cha tozo. Lakini pia ni ndani ya bunge la kumi na mbili ambapo sakata la liliibuka na kupamba moto. Ni sakata ambalo lilipelekea mpaka mbunge wa chama cha mapinduzi CCM jimbo la Kisesa Luhaga Mpina kutakiwa na spika wa bunge Dr. Tulia Axon kupeleka ushahidi wa shutuma na tuhuma alizokuwa akizielekeza kwa waziri wa kilimo Hussein Bashe. Makampuni haya na viwanda hivi tunavyoviita, tuvilinde, vilipewa vibali vya kuingiza sukari, havikuingiza sukari hakuna aliyeingiza hata kilo moja, na mimi niseme ndani ya bunge lako tukufu, serikali ya Chama cha Mapinduzi itawalinda wakulima, italinda viwanda, italinda walaji, ndiyo jukumu letu. Gepu shuga ambayo imekuwa established na hiyo timu ya ushauri wa bodi ya sukari ni tani laki moja na ishirini tu, sio laki nne na kumi. Nyaraka zote zipo, na kwa kuwa kuagiza ku, ku, sukari zaidi ya gap sugar ni makosa kisheria, na kwa kuwa pia kuwaruhusu watu ambao hawaruhusiwi kwa mujibu wa sheria tulio nao sasa hivi ya sukari ni makosa kisheria. Endapo nyaraka hizo zote zikiwekwa mezani kwako, atachukua, atachukua nafasi gani waziri? Kwa hivyo, Mheshimiwa Mpina, ili ni kuelewe vizuri Mheshimiwa Waziri anachokisema wewe hapa kikanuni, unamwambia waziri anadanganya, anadanganya na yuko nje ya sheria. Sawa so, sasa fasili ya nne, mbunge anayetoa madai kwa mujibu wa fasili ya tatu ya kanuni hii atakuwa na wajibu wa kutoa na kuthibitisha ukweli kuhusu jambo au suala hilo kwa kiwango cha kuliridhisha Bunge. Sasa nimeona niwasomee watu, naona wana anza kupata picha kama Mheshimiwa Mpina amewekwa kona hivi. Hapana, ni kanuni zetu zinataka, aliyesema mwingine anasema uongo, yeye ndo athibitishe eh, kwamba huo ni, ni uongo na yeye anao kweli anaojua pia ni ndani ya bunge hili la kumi na mbili ambapo wabunge walihitaji magari yao yapewe namba za usajili maalum, yani plate number maalum, na pia wakahitaji waruhusiwo kupita sehemu za VIP kwenye viwanja vya ndege wakiwa na wake zao. Wewe utalikumbuka bunge la kumi na mbili kwa tukio lipi ndani ya bunge hii? Ni Msasa Media. Kwenye mitandao ya kijamii tunatumia Msasa Online. Msasa kisasa zaidi.